Kinaga ubaga. Na mpenzi msikilizaji, karibu sana kwenye kinaga ubaga. Mimi naitwa Mohamed Khalif, na leo kwa mara nyingine tena kinagaubaga kinahamia visiwani Zanzibar kuzungumzia hatima ya serikali ya umoja wa kitaifa, kwa sababu umesalia sasa mwaka mmoja tu kabla ya uchaguzi mkuu, na tumekuwa tukisikia si mara moja wala mara mbili upande mmoja katika serikali ya umoja wa kitaifa kwa maana ya chama cha ACT ambao ni mshirika mdogo ukilalamikia kwamba yale ambayo yaliwafanya waingie kwenye serikali ya umoja wa kitaifa hakuna hata moja ambayo limetimizwa. Na maswali yanazuka, je, yeah, sasa hatima ni ipi? Kuzungumzia haya na mengine yanayohusu siasa za Zanzibar tunaungana hapa na makamu mwenyekiti wa chama hicho cha ACT Wazalendo visiwani Zanzibar, Ismail Jussa Ladu. Ismail karibu sana kwenye Kinaga Ubaga. Asante sana Mohamed. Naam, ACT imeshika mtigani mpaka hivi sasa mwaka mmoja kabla ya uchaguzi, karibu ni tunaambiwa kwamba uh, upande mwingine wa serikali ya taifa kwa maana upande wa CCM umetimiza miaka minne ya kuwemo serikalini kwa kwa fahari kubwa kwamba imefanikiwa. Upande wenu vimefanikiwa au mmefeli mpaka sasa? Sisi tumefanikiwa kiasi kikubwa kwa sababu sisi mafanikio yetu tunayapima kutokana na imani ya umma wa Wazanzibari ulionao kwetu kwa chama chetu cha, machietu, cha ACT Wazalendo na kwa historia ya mapambano ya Wazanzibari tunajifaharisha kwamba tunabeba alama au tunaendeleza alama iliyoasisiwa na mzee wetu Maalim Seif na kama tunavyojua sote kwamba harakati za Zanzibar pengine tofauti na harakati nyingine zinahusu mambo makubwa zaidi, ikiwemo kupigania alama na utambulisho wa Zanzibar, mamlaka kamili ya Zanzibar, kupigania kuwa na Zanzibar mpya ambayo itatoka katika dimbu hili la umaskini na ufukara uloletwa na CCM katika visiwa hivi, na vile vile kuzungumzia Zanzibar moja, kwa maana ya kuweza kuwaunganisha watu wote na kuondosha ubaguzi ambao umetamalaka na kukisiri katika visiwa vyetu. Lakini mwingine Ismail, angesema kwamba hivyo navyozungumza ni kama kwamba mnategemea historia, mnategemea nyimbo kongwe katika ngoma mpya. Wenzenu wakizungumzia kuhusu mafanikio kwenye miundombinu, kwenye kurekebisha hali ya maisha ya watu na kadha wa kadha, nyinyi bado mbaki na nyimbo ile ile kongwe ambayo mliimba tangu wakati wa kiongozi wenu Maalim Seif Sharif Hamad na mpaka hivi sasa, na miaka yote hamjakuwa katika mafanikio. Kipi ambacho kitapenda mafanikio hivi sasa kwa maana ya kuingia serikalini manake kuongoza nchi? Aa, kwanza nadhani kushikilia nyimbo kongwe wala hakuna ila. Aa, mnajua nyote tuna usemi maarufu, tunasema vya kale ni dhahabu, old is gold, hasa kama kitakuwa na thamani kama ilivyo dhahabu. Na sisi katika kupigania mamlaka ya nchi yetu hatuoni ila katika kuendelea kulikariri, kwa sababu hilo ndio jambo kubwa ambalo Wazanzibari wanalitafuta. Kama ingekuwa tunazungumzia miradi tu, hakuna serikali hata moja ambayo imetawala zanzibar ukasema haijawahi kufanya mradi wowote kwa hivyo kwa wazanzibari miradi si hoja hoja kubwa zaidi ni hatima ya nchi yao lakini ukiacha hilo hata kuhusu mustakbali wa nchi yetu chama chetu mwaka jana mwezi februari kilizindua kitu tunachokiita ahadi yetu kwa wazanzibari na ndani yake humo tunazungumzia vipi kuibadilisha sura ya zanzibar na kubadilisha maisha ya watu wa zanzibar tunazungumzia vipi kuufanya uchumi wetu kwa uchumi wa kisasa ambao utajikita kuifanya Zanzibar kuwa kituo kikuu cha huduma za kibiashara, kituo kikuu cha huduma za fedha na mabenki, kituo kikuu cha uh, huduma za kuleta mafuta kwa wingi kutoka nje ya nchi na kuweza kuwa supplier kwa maana ya kwamba, msambazaji na muuzaji wa mafuta katika ukanda huu wa Afrika Mashariki ikiwemo kupitia bandari yetu na viwanja vyetu vya ndege. Tunazungumzia vipi kuondosha ufisadi na rushwa katika Zanzibar vipi kuleta umoja na wananchi wote kuhakikisha wanapata haki zao bila kubaguliwa, iwe kwa kisiwa wanachotoka, eneo wanalotoka, itikadi zao za kisiasa au ubaguzi wengine wa aina yoyote. Lakini pia tunazungumzia vipi kubadilisha maisha ya watu, vipi kutengeneza fursa za ajira zitakazoondoa tatizo sugu ambalo serikali ya ccm chini ya dkt hussein mwinyi licha ya ahadi yake iliyotoa mwaka elfu mbili na ishirini kwamba ingetengeneza ajira laki tatu badala la ya ajira kuongezeka zinapungua kutokana na kila siku watu kufunga biashara na fursa nyingine sisi tunaamini kwamba tutaleta dume wa kisasa ambao utaleta ajira kwa watu wake ko kwa tunaamini kwamba tunasimamia matarajio ya wazanzibari na hayo ndio wanayotupa nguvu ya kuamini kwamba kwa mwakani tuna ajenda pana na kubwa ya kuelekeza kwa Wazanzibari wakati wanapiga kura Oktoba 2025. Naam, sasa hapo tunapokuja katika hilo swali lenyewe kwamba mnatakiwa ili muyatekeleze hayo mwe nyinyi mnaongoza serikali. Mlikuwa mnazungumzia huko nyuma kile ambacho mnakiita kwa Kiingereza minimum demand, mambo ambayo mnataka yatekelezwe kabla ya kuingia katika uchaguzi wa elfu mbili na ishirini na tano. Tumebakia mwaka mmoja huu, ni yapi mambo ambayo kwanza mnataka yatekelezwe na yapi ambayo yametekelezwa mpaka sasa? Mambo makubwa, Mohamed, ni yale ambayo tumesema mara nyingi yaliyokubaliwa baina ya aliyekuwa kiongozi wetu Maalim Seif Sharif Hamad na Dkt. Hussein Mwinyi, wakati Dkt. Hussein Mwinyi alipomwandikia barua Maalim Seif kuomba ACT Wazalendo e irudi katika serikali ya umoja wa kitaifa. Na mambo hayo ni pamoja na mageuzi makubwa katika mfumo wa uchaguzi, kuhakikisha kwamba suala la maridhiano na umoja wa kitaifa haliachiwi huku juu tu, lakini linatekelezwa hadi katika ngazi za chini na vile vile kuchukua hatua za kuhakikisha mambo yaliyokuwa yakifanyika hasa machafuko na matumizi ya nguvu na mauaji ambayo yamekuwa yakifanyika na chaguzi hayajirejei tena mwakani. Ni kweli uh, hatujafika mbali, lakini hivi tunavyozungumza, kuna hatua bado zinaendelea kwa maana ya mazungumzo ambayo tumekuwa tukiyafanya na hasa baada ya kuwasiliana, baada ya kuona kwamba Daktari Hussein Mwinyi hatuoni kwamba akichukua hatua tumefanya pia mazungumzo na rais Samia Suluhu Hassan. Kwa hivyo, tunayapa nafasi, tunaamini kwamba uchaguzi wa mwakani hautaweza kuwa sawa na chaguzi zilizopita, lakini kwa upande mwingine, hata kwamba kwa mfano CCM ikafanya khiana kama ambavyo imezoeleka na isitekeleze haya, sisi tunautayarisha umma kuleta mabadiliko kwa njia ambayo itawategemea wao wenyewe, nguvu ya umma wao wenyewe, na tunaamini kwamba wakati umefika na kwa jinsi vijana na kizazi kipya kilivyovinjari, tuna kila sababu ya kuamini kwamba mabadiliko Zanzibar yatakuja. Ni juu ya watawala wao wenyewe kuamua kwamba yatakuja kwa njia za kistaarabu, kupitia mambo ambayo tumesema yafanyike ili maamuzi ya watu wa Zanzibar yaheshimiwe au waamue kwamba watu waidai haki yao kupitia njia za nguvu ya umma. Kwa hivyo hilo ni juu yao wenyewe, lakini sisi hayo yanatupa matumaini, na ndio maana pale mwanzo kabisa nikakwambia sisi tunachojivunia ni kuungwa mkono na umma, na hasa kizazi kipi cha ja vijana ambacho kimechoshwa na utawala wa CCM na kinaona kila siku ni ulaghai tu, wanataka mabadiliko ambayo yatabadilisha maisha yao. Karibuni. Ah, hivi mmekumbuka miaka miwili tangu ameondoka kiongozi wenu, miaka mitatu ameondoka kiongozi wenu Maalim Seif Sharif Hamad na miongoni maswala ambayo me akiulizwa, ni kwamba hamasa ya vijana, hamasa ya wananchi wa, wa, wa Zanzibar kwa ujumla wake imeondoka na yeye mwenyewe Maalim Seif. Ile hamasa ambayo ilikuwa huko nyuma ipo ya kusema inukeni watu wakainuka au kaeni watu wakakaa, haipo tena, mtaipata wapi hamasa hiyo ya kuudwa kudu, umma ikiwa hiyo hamasa haipo? Hamasa ipo sana, tumwambie. Mi nadhani lugha hizi zaidi zinazungumzwa na watawala kujifurahisha, lakini wasichokijua ni kwamba maalim alikuwa anasimamia mambo yale yale ambayo yanaendelea kusimamiwa na uongozi wa sasa wa ACT Wazalendo. Kinyume chake ninachokiona mimi ni kwamba Maalim Seif alikuwa kwa kiasi kikubwa kila wakati mtu wa kutuliza watu, lakini mara hii kuna kiongozi ambaye anajulikana kwa misimamo yake, kwa maana ya Mheshimiwa Othman Masud Othman, mwenyekiti wetu wa taifa. Kinyume cha inavyodhaniwa labda kutoka kwa Maalim Seif kunaweza kukarudisha nyuma, mi naona kwamba kukosekana kwa Maalim Sefu kuna wanyima watawala mtu ambaye siku zote ulikuwa akimtegemea kwamba wapore haki yetu na waendelee kutegemea busara zake kwa kutuliza watu. Mara hii tuna kiongozi ambaye ameshasema kwamba tutaposhinda katika uchaguzi hatutakubali jengine lolote isipokuwa kwa kuhakikisha kwamba ushindi wetu unasimama na ACT Wazalendo inaongoza serikali Zanzi. Naam. Um, mpenzi msikilizaji ni Ismail Jussa huyu makamu mwenyekiti wa chama cha ACT e Wazalendo ambaye tumekuwa naye hapa keyebaga, leo hii kuzungumzia kuhusu masuala ya kisiasa Zanzibar, hasa kile ambacho anakiita wenyewe minimum demand, mambo ya kimsingi ambayo angetaka tekelezwe kabla ya uchaguzi mkuu wa 2025 ambao kutoka sasa mpaka hapo ni chini ya mwaka mmoja. Ismail Jussa, nakushukuru sana kabisa kuungana nasi. Asante sana mama. Naam, basi ndio msikizaji, nakushukuru sana kabisa. Naitwa Mohamed Khalef na kwaheri hadi mara nyingine.